Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania kubwa hii. Leo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imeendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa kimbunga Chenge katika bahari ya Hindi kaskazini mwa kisiwa cha Madagaskar. Mujibu wa TMA kimbunga Chenge kimeendelea kusalia baharini na kusogea kuelekea magharibi huku kikipungua nguvu yake hadi asubuhi ya ya leo kilikuwa katika eneo la bahari umbali wa takriban kilomita 1280 mashariki mwa pwani ya kisiwa cha Mafia. Kwa uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa inaonyesha kuwa kimbunga hicho kinatarajiwa kuendelea kusogea kuelekea magharibi zaidi mwa bahari ya Hindi ulipo ukanda wa pwani wa nchi yetu huku kikiendelea kupungua nguvu yake kadri kinavyosogea. Hali hiyo inatarajiwa kusababisha uwezekano mdogo wa ongezeko kidogo la kasi ya upepo na mawimbi makubwa ya bahari kati ya tarehe 26 hadi 28 ya mwezi wa 10 2025, kwa maeneo ya ukanda wa pwani ya nchi. Vilevile vile upo uwezekano mdogo wa vipindi vichache vya mvua kubwa kujitokeza hususan katika maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na mikoa ya Morogoro, Pwani, Dar es Salaam na Tanga na maeneo jirani katika kipindi hicho cha tarehe 26 na 28 ya mwezi wa 10 2025. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA imeendelea kufuatilia mwenendo wa kimbunga hicho Chenge na athari zake kwa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na itaendelea kutoa taarifa kila inapobidi. Imetoa ushauri kwa watumiaji wa bahari na wananchi kwa ujumla kuendelea kufuatilia, kuzingatia taarifa za utabiri kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, pamoja na kupata ushauri na miongozo ya wataalam wa kisekta hiyo. Ndio taarifa kutokea huko TMA kuhusu kimbunga Chenge, na kwa ushauri, tusisahau kusubscribe, kushare na kulike 2Gendah TV kwa habari na matukio mbali mbali.